Okay. Nawatangazia na kuwataarifu kwamba uh, imemwarifu na Sheikh Jamaluddin Burundi na amemkubalia kwamba yupo tayari, yupo tayari inshallah. Karibu sana Sheikh. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ni mimi ndugu yenu Jamaluddin Uthman, imam na khatib katika msikiti wa Jamia jijini Nairobi. Nina furaha kuwatangazia kwamba nimenuia kuja katika safari ya da'wa katika nchi ya Burundi hasatan katika mji wa Bujumbura Insha Allah, mwezi wa kumi na moja Novemba, kuanzia tarehe kumi na tatu siku ya Alhamisi hadi tarehe kumi na sita siku ya Jumapili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, tutaungana na ndugu zetu waliokuwa katika mji wa Bujumbura nchini Burundi kwa lengo ya kukumbushana yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Tutakuwa na khutba ya Jumaa, tutakuwa na muhadhara baina al-maghrib na isha, tutakuwa na kalima katika misikiti, tutakuwa na darsa ya kinamama yote haya ni kuweza kukumbushana yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha na mtume wake ametuamrisha. Namwomba Allah subhanahu wa taala atupatie umri na afya tuweze kukutana kwa kheri, na namwomba Allah subhanahu wataala atutakabali amali zetu sisi sote, waakhiru dawana an lhamdulilahi rabilalamin.